Mzee mwenye umri wa zaidi ya miaka tisini amemkata na kumjeruhi vibaya mkewe wa umri wa miaka themanini na saba katika eneo la Kieni kaunti ya Embu. Inadaiwa kwamba mzee huyo alilalamika kwamba mkewe hutumia pesa vibaya na kwa miaka sitini ambayo wameishi pamoja amesalia fukara. Bibi huyo anauguza majeraha katika hospitali ya Consolata Mission Embu. Francis Mtalaki na maelezo kamili ni masaibu anayelazimika kukumbana nayo Patricia Njuki mwenye umri wa miaka 87 baada ya penzi lao la miaka 60 kugeuka na kuwa shubiri. Akiwa hapa katika hospitali ya Consolata Mission kaunti ya Embu anapouguza majeraha kichwani na kwa mikono yake, anadai kukatwa na mumewe kwa kutumia upanga. Kisa na maana Kono alikuja nyumbani akasema hakuna kitu ataniambia, hatajishughulisha na mimi tena. Sasa siku moja akanipata nikikamua mbuzi wangu, akaniita akaniambia ataendelea kuwa fukara kwa sababu ya pesa zake ambazo anadai nazitumia, alafu akainua panga akanikata, na hakuna kitu chengine tumeongea na yeye. Ni kutokana na kisa hiki ambapo nyanya huyu anadai si mara ya kwanza kwa mumewe kuwahi kufanya kitendo kama hichi. Si mimi peke yangu, wameanza kukata, amekatakata wengine na wakafa, na mzee akapelekwa rumande, lakini akaachiliwa. Mtu anapouwa mwenzake, akili yake si timamu. Kulingana na masikana na, na muuguzi katika hospitali hii, Njoki anaendelea kupata nafuu baada ya kupokea matibabu. And she was sutured in dieta. Kamanda wa polisi eneo la Embu Mashariki, Njoroge Mbugwa amethibitisha kisa hicho na kusema kuwa mshukiwa alijiwasilisha kwa polisi pindi tu alipotekeleza kisa hicho akiwa na upanga uliokuwa na damu. Kwa sasa mshukiwa anazuiliwa katika kituo cha polisi cha Runyenjes anaposubiri kufunguliwa mashtaka. Francis Mtalaki, KTN Leo ni kisa kinachosikitisha sana, lakini tukiachana na hayo, siku ya tatu tu baada ya shughuli za masomo kurejea rasmi, angaa kwa siku tisini kabla ya mwafaka kamili kupatikana, tayari walimu wameanza kuelezea kushushwa kwao motisha. Aidha, wengi wanadai kutopata manufaa ya mgomo huo, na kama anavyoripoti Lofti Matambo, huenda hali hii ikaathiri pakubwa matayarisho ya watahiniwa kwa mitihani ya kitaifa Bravo! Hongera kama hii labda wangeipata wawakilishi wa walimu Kupet na nanat, iwapo mgomo wa walimu wa majuma wa matano ungeisha na nyongeza kibindoni. Uda, you, Knight Abuga ni mwalimu wa somo alipendalo la Kiingereza katika shule ya msingi ya Kakamega, kaunti ya Kakamega, anapohesabu siku 32 zilizosalia, saa dakika na sekunde kufikia mtihani wa kitaifa wa darasa la 8 KCPE. Knight hana cha kumtia motisha, labda ni uzalendo tu alobaki nao. Most teachers have been demoralized because the teachers were hoping that the government was going to give us the salary increment of the 50 to 60%. Mnamo tarehe 3 Oktoba, walimu wa shule za umma kote nchini waliamriwa na no, wawakilishi wao kurudi madarasani. Ili wasubiri siku tisini za mazungumzo kama alivyoagiza Nelson Nabodha jaji wa mahakama ya Leba, lakini wakasema mshahara wao wa Septemba ni lazima bado hawajaupata. Kunyanyasa mtu si vyema, not fair. So we hope the TSC will pay teachers the September salary and also consider the increment. Uamuzi wa uhalali wa haki wa idai ya walimu wa nyongezi ya asilimia hamsini hadi sitini itaamuliwa mnamo Novemba tarehe 6 baada ya pande shindani kuwasilisha hoja zao katika mahakama ya rufaa. Kwa sasa ukosefu huu wa motisha miongoni mwa walimu huenda ukasababisha matokeo yasiyotamanika katika mitihani ya kitaifa inayohitaji matayarisho kabambe. Lofti Matambo KTN leo.